Msitu wa Kiza ulikuwa kimya kuliko kawaida. Baada ya maneno ya yule mchawi, Juma alisimama katikati ya vivuli vilivyomzunguka. Macho mengi yalikuwa yanang'aa gizani yakimwangalia bila kupepesa. Mchawi mzee akasogea karibu Juma. Miaka mingi iliyopita kijiji chenu kilitufukuza, lakini mlisahau mkataba wetu. Juma akakusanya ujasiri, mkataba gani? Mchawi akainua mkono na mbele yao ukaonekana kama kivuli cha zamani, watu wa kijiji wakitoa sadaka ya heshima, si ya kuumiza mtu, bali ya kulinda mpaka wa msitu. Mchawi akasema, walipoacha kuheshimu mpaka, roho za msitu zikaanza kusikika, ndipo mkaita wachawi wabaya. Juma akatikisa kichwa, lakini mnawatisha watu. Mchawi akatabasamu kwa huzuni, kwa sababu hatusikilizwi tena. Ghafla upepo mkali ukavuma, matawi yakatetemeka. Kati ya msitu mwanga mdogo ukaanza kuonekana kama alfajiri inakuja. Kutoka nyuma Juma akasikia sauti ya Asha. Juma aligeuka. Asha na wazee wa kijiji walikuwa wamefika mpaka wa msitu wakishika taa na mienge. Mzee Kibwana akaita, Juma, rudi Msitu huu una sheria zake. Mchawi akamwangalia Juma, unachagua mbili: ukae nasi na kuwa sauti ya msitu, au urudi kijijini na kuwakumbusha watu heshima ya mpaka. Juma akavuta pumzi, akatazama kijiji chake, akaona watu waliokuwa wanaogopa kila usiku. Nitarudi, Juma akasema kwa sauti ya nguvu, lakini nitasema ukweli. Mchawi akatabasamu, basi njia imefungwa. Akaweka mkono wake chini, duara la majivu likaangaza kidogo, kisha likazimika. Vivuli vikaanza kupotea taratibu kama moshi, msitu ukarudi kimya. Juma akarudi kwa wazee na Asha walimkumbatia kwa furaha. Mzee Kibwana akasema, kuanzia leo tutaheshimu mpaka wa msitu na hadithi ya wachawi haitakuwa tena ya hofu, bali ya funzo. Jua lilipochomoza, kijiji cha Giza Kuu kikaonekana tofauti. Kimya cha hofu kiligeuka kuwa kimya cha amani. Lakini kabla juma hajaondoka msituni kabisa, alisikia sauti ya mbali ikinongona, asante. Juma akatabasamu kidogo, akajua hadithi haijaisha kabisa, ila sasa kijiji kilikuwa salama. Mwisho wa kijiji cha wachawi season 1. Subscribe, like, share na comment kwa mwendelezo mwingine.